na anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, adduau huwa alibada, dua ni ibada. Yatakiwa tunapokuwa katika dua tunyenyekee, kwa sababu tunamuomba muumba wa mbingu na ardhi, mfalme wa wafalme, mwenye amri na shani, aliyestawi juu ya arshi Lazima tujipambe na sifa ya dua na unyenyekevu wa hali ya juu, wakati tumemkusudia Mwenyezi Mungu katika dua zetu. Kwa masikitiko makubwa, tumeanza kushuhudia, hasa kwa baadhi ya mashehe, wanapopata fursa ya kuomba dua kwenye majukwaa ya kisiasa, wanatumia maneno ambayo kwamba hayaelekei kuwa ni dua hata baadhi ya viongozi, katikati ya dua inaendelea, unawaona wanacheka, wanaangukwa na kicheko kwa yule muombaji, namna anavyoomba, kwa sababu ile dua imeshika mkondo wa kisiasa. Haifai, lazima tuwe na hofu wakati wa kuomba dua, tuwe na unyenyekevu, tujue ni mawasiliano ya moja kwa moja baina ya mja ama baina ya waja na Mola wao, wala tusiipeleke dua kimrengo, kana kwamba Mwenyezi Mungu ana mrengo wa kisiasa hapana. Mwenyezi Mungu hana mrengo wa kisiasa, Mwenyezi Mungu ni wetu sote. Tubakishe heshima ya dua na tubakishe heshima ya dini yetu ya Kiislamu na tubakishe vilevile heshima ya viongozi wa kidini.